Manufaa ya mraba wa 3 Square Vermont SNAP EBT yamecheleweshwa hadi mwezi wa Novemba. Katika mwezi wa Novemba, manufaa ya 3 Square Vermont, pia yajulikanayo kama SNAP au EBT, yamechelewa kwa sababu ya kusitishwa kwa ufadhili wa serikali. Jimbo la Vermont litatoa manufaa kwa fedha za serikali. Malipo ya kwanza ya manufaa yako ya 3SquaresVT, yanayojumuisha siku 15 za mwanzo wa mwezi, yatalipiwa kufikia Novemba tarehe saba. Jimbo la Vermont litajadiliana tena, ikibidi, kupanga malipo yaliyobaki kama ucheleweshaji wa ufadhili kutoka shirikisho utaendelea. Ikiwa bado una pesa kwenye kadi yako ya EBT ya mwezi uliopita, bado unaweza kuzitumia. Angalia salio la kadi yako ya EBT mtandaoni kwenye ebtedge.com au kwa kupiga simu nambari 18009148605. Ukiwa na maswali, piga simu kwa huduma za kiuchumi ukitumia nambari 18004796151. Kwa maelezo zaidi na masasisho kuhusu wakati manufaa yanaweza kupatikana, angalia vermontfoodhelp.com. Kwa usaidizi wa mkalimani piga simu 1855 mbili nne saba tatu sufuri tisa mbili. Ikiwa una ulemavu wa kutoweza kusikia, unaweza kupiga simu nambari saba moja moja ili uweze kupata mtu ambaye anaweza kutuma text ili uweze kuisoma.